ni mwaniaji wa kiti hiki cha ubunge wa Magarini by election 2025 na ninawania kwa tikiti ya independent. Na zoezi hili naona sasa hivi limeanza vyema na linaendelea vizuri na tuna imani kwamba mambo yatakuwa sawa. Uh, usalama naona umekuwa sawa na naridhika na usalama kufikia vile navyoendelea kufikia sasa, kufikia sasa uh, agent wangu wote 193 wako sawa na wanakomunikati kwamba zoezi linaendelea vizuri, isipokuwa tu tunapata habari chache kidogo kando kando kwamba labda wengine kabla wengie vituoni, kuna watu wamekaa vikundi vikundi kando kando wakiwa wanaleta ushawishi, hata ijapokuwa muda wa kampeni umekuwa umekisha. Anaexpect IBC ichukue nguvu uh, zao wakaweze kushughulikia swala hilo, kwa sababu ikiwa tumemaliza kampeni masaa ishirini na manane yaliyopita basi itakuwa si sawa, kama wagombea wengine watakuwa wametuma watu wao kukaa kando kando na kushawishi. Na hilo ndo swala zima ambayo tumekuwa limetupatia utumwa katika hasa maeneo haya, kwa sababu demokrasia inapouzwa inakuwa ni vigumu sana mwananchi sauti yake kusikika, na sauti ya mwananchi isiposikika, basi inakuwa ngumu mwananchi kupanga maendeleo yao. Coco FM ladha ya Pwani.